mwezi Juni mwaka 2025. Yaani tarehe ishirini mwezi wa sita mwaka 2025. na 25. Maelekezo ya kisheria na utaratibu baada ya kuvunjwa kwa mabaraza ni kama ifuatavyo. Moja, kamati zote za halmashauri zinasitishwa rasmi kuanzia tarehe ishirini mwezi wa sita mwaka